Mtu yeyote na umaarufu wake. George Washington yeye ndiye mwanzilishi wa taifa la Marekani, kiongozi wa kwanza wa taifa la Marekani. Leo ukienda Washington, unaitwa Washington kwa sababu kiongozi wao wa kwanza alikuwa George Washington. Watu maarufu wale hawapo leo, wameshakufa. Waangalie kina Tom Mboya wa Afrika, wazuri waliosimama kwenye nafasi zao waangalia kina Kwame Nkrumah, kina Thomas Sankara. Thomas Sankara alikuwa ni askari kule Burkina Faso, ambaye alivunja rekodi ya kutoa maisha yake kwa ajili ya watu. Alikuwa ni rais lakini anaendesha baskeli, namwona mweshimiwa rais anapita na, na baskeli yake kwenda kutembea wananchi. Wabaya wakampiga risasi wakamuua. Kwa nini? hataki kujilimbikizia mali, anataka yeye akose wananchi wapate maji, wananchi wasome, nanielewa eh? Ila leo unamkuta kiongozi ana mali nyingi kuliko anaowaongoza. Unaweza kumuuliza umezipata wapi? Maana sisi ndio tukumechagua wewe utuongoze, sisi tulitakiwa wewe una, utuongoze sisi kwenye kupata, sio ujiongoze wewe mwenyewe kwenye kupata, unanielewa eh? na ndio maana ule uongozi wa kuwaongoza watu ni mgumu. Mwalimu alikuwa anasema kwamba kazi ya kuwatumikia watu ni takatifu, kwa sababu huna chochote. Unalala, unaona watu hospitali hazipo, unaona huku mashule hayatoshi unaona, huku, unaona mambo moyo wako unaumia. Waone kina Patrick Lumumba ambao walikuwa wako wame, wa, wanabani ndani ya mioyo yao kuitumikia bara lao la Afrika, wanataka. Nakumbuka Patrick Mumba wakati wa sherehe za uhuru ha, alikuwa si sehemu yake kuzungumza, wanafanya sherehe za uhuru, yeye hakupangwa kuzungumza, lakini kwa sababu alimuona mkoroni, alimchukia mkoroni, akagrab microphone, amtandike mkoroni mbele ya hadhara, akachukua akamtandika mkoroni mkoloni. Sasa anaondoka akatandikwa maneno ya uhakika. Mkoloni kwenye harakati za kuondoka ondoka kwake akasema, tumuue huyu, maana ndoyodomo kaya huyu. Nataka nikwambie, ndugu yangu, ukiishi kwa ajili ya watu utaishi milele. If you live for the people, utaishi milele.